We France? France. Unalia nini, jamani? Hiyo ni jamani mtakuja kuwa na nyinyi jamani. Ah, mimi na kitu aka akaamue. Anaambia hata kuniacha, kwani amtese hivi? Wakati mimi mtu wa kike na moyo na mimi na hisia. gani na ngozi

Kwa hapo unaumwa nini? fa jamani, m kuna vitu jamani, angalienu jamani, nyie jamani, kuna vitu angaliye, jamani bado kuja kutupa matatizo jamani, jamani nashindwa. Nyie mnataka kuuana? kwani nyie shetani anawasimamia, jamani? kusikilizwa unajua kweli, alafu France unamwona, sio mpigaji France, ana sifa za kukaba, jina lilipiga ananipiga huko. Sasa shee mpaka wana mpiga mtu sehemu za siri. Ah, kwa akikufia wewe ndani. Ah, siampia sehemu za siri asema kwa kwa Mungu. Ananisomea na giz, uh, kazima taa. Mimi nataka mtu wake, sisi kwenye kundi gani humo ndani kisha kuja kuuana.